Hello, it's Dubai Elegance na leo uko na chef on duty. Eh jamani, kuna swali huwa tunapendwa kuulizwa sana na wateja wetu hasa hasa wateja ambao ni wapya wanauliza swali hili: je perfume zenu ni original ama fake? Sasa mimi leo nataka nilijibu swali hili, perfume zetu sisi ni dupe eh? dupe eh eh. Neno hilo la Kiingereza tunalitumiaga sana sana, linaitwa dupe zetu sio fake, na neno ambalo naitwa dupe ni neno ambalo natumika sana, sana, kwenye ulimwengu wa perfume ambazo ni perfume ambazo zinafuata formula, eh, zinafuata formula za wale designers. Umeelewa? iconic designers kama ni na Kayali ama inafuata inafuata exactly formula kwenye utengenezaji wa perfume, kwa hiyo mara nyingi tunaziita ni perfume zinaitwa perfume zinaitwa inspired by Menelewa. Na kwenye upande wa dupe, perfume hizi huwa zinakuwa saa ingine ni nzuri zaidi ya ile the original one kwenye in terms of long lasting na hata kwenye kunukia, kwa sababu zinakuwa kidogo ziko twisted kwa namna fulani ambayo wanaangalia kwamba, je, kwenye perfume hii ni kitu gani ambacho kimefanya kwamba perfume hii iwe nzuri, kwamba tukizidishe ni sawasawa na pale unaposema kwamba mtu kwenye kupika pilau, umeelewa eh? Kwenye mapishi ya pilau, pilau ni neno moja, lakini kwenye upishi wake kunakuwa na wa aina nyingi, na unaweza kula pilau hii ikawa ni tamu zaidi ya pilau hii, ni kutokana na yule mpishi mwenyewe. Kwa sisi perfume zetu ni dupe. Ukija kwenye upande wa neno ambalo wanatumiaga sana sana, watu wanauliza, je, perfume zenu ni fake ama original? Fake ni maana yake kwenye ulimwengu wa perfume ni perfume zile ambazo, umenielewa zinatumia sawa formula ile formula, lakini mtu anaipak the same as the original perfume, yani ile box yake, muonekano wake, jina, kama ni my way, imeandikwa my way, yani inakuwa ukiangalia, ukiweka ile na the original inakuwa kama the same box, kila kitu. Ile ndio unaita kwamba ni fake, kwa sababu amepack the same way, na kwenye ulimwengu wa perfume hiyo inakuwa, hiyo issue inakuwa ina copyright. Lakini kwenye upande wa formula kilichomo ndani ambacho ni humu ndani, hata harufu kama ni the same na ile ambayo tunaita the original one, hiyo inakuwa haina copyright, kwa sababu kwenye ulimwengu wa perfume, perfume harufu haina copyright wala haina trademark. Umeelewa eh? perfume formula ni ziko free, ni wewe mwenyewe ni namna gani ambavyo utaweza kuitengeneza na kuifanya iwe the same as kama mwenzako aliyoitengeneza, ama kuifanya iwe nzuri na bora kuliko ile. Kwa hiyo kwa mtu yeyote ambaye anatengeneza perfume, either it's perfume fulani kutoka brand fulani, alafu akaipaki kwa namna yake, hiyo inaitwa ni dupe na hauwezi ukasema kwamba it's a fake perfume. Umeona? Kwa sababu kisingine imetengeneza the same formula, ametumia the same formula, ambacho kitatofautisha sana sana, sana ni labda kama ni material aliyotumia. Material aliyotumia ndio itadetermine perfume yake uzuri na ubora wa perfume yake. Lakini ukija kwetu Dubai Elegancy na kuhakikishia kwamba utapata kitu ambacho ni kizuri kizuri sana, yaani unaweza ukatumia mamilioni ya pesa kununua perfume fulani, lakini trust me, mwenzako ambaye atatumia bei yake ambayo ni shilingi either ni elfu hamsini na tano ama ni shilingi ngapi kununua perfume kutoka kwetu the same same perfume, trust me, in terms of performance itakuwa ni nzuri zaidi. Umeona. Kwa sababu kitu ambacho tumezingatia katika perfume zetu ni material, standard ya material iliyotumika, umeona na pia tunazingatia katika in terms of ratio kuhakikisha kwamba mtu anapata kitu kizuri kinanukia exactly the same, lakini but more twisted eh, kwamba kuleta ladha fulani So, karibuni sana karibuni sana Dubai gadget. Dubai Elegancy, sorry. So it's not gadgets. Gadgets we have, the other shop is called Gadgets. It's Elegancy. Karibuni sana Dubai Elegancy kwa perfume ambazo nzuri, long lasting, eh. Na zenye harufu harufu nzuri sana na sana.